Msanii wa muziki kutokea nchini Nigeria, ambaye amekuwa na mafanikio makubwa sana miaka hivi karibuni, Asake ameshambuliwa na mashabiki pamoja na wadau wa muziki, hasa kutokana na video ambayo imesambaa tangu siku ya jana ikimwonyesha e, anayedaiwa kuwa baba yake mzazi ya kuwa amemtelekeza kwa muda mrefu, na baba huyo kwa sasa anasumbuliwa na matatizo ya kiafya ambayo yameweza kumpelekea kutafuta pesa yani kuombaomba ili aweze kujimudu kujilipia masuala ya matibabu. Imeeleza kuwa baba huyu ambaye amefahamika kwa jina la Fata Odus ama Malo amepata stroke, yani ameparalyze katika mguu wake mmoja wapo pamoja na mkono, na katika video hizi ambazo kwa sasa zimechukua nafasi kwenye mitandao ya kijamii, ameeleza kuwa mara ya mwisho kuonana na msanii Asake ilikuwa ni mwaka wa 2022 lakini, tangu hapo hajawahi kuonana naye wala msanii huyo kumtafuta babake huyo. Sio hivyo tu Imeelezwa kuwa baba huyu ndiye aliyekuwa baba na pia mama kwa Asake kipindi ambacho alikuwa mdogo, kwani kipindi ambacho amezaliwa, mama yake mzazi, mama wa Asake, alimtoroka mtoto na kumtelekeza kwa babake huyu akiwa na umri wa miaka mitatu. Tuna hapo baba huyu akaanza kumlea mpaka ambapo alikuwa na kujitambua. Lakini bado maarufu, fedha na jina kubwa, mambo yameweza kubadilika hasa kwa Asake kumtelekeza na kumtafuta mama yake na kisha kumnemesha kutokana na yote ambayo kwa sasa ameweza kufanikiwa. Na sio hivyo tu, kuto kulitumia jina la baba yake kama utambulisho na kuamua kutumia jina la upande wa mama yake mzazi mbaye kwa sasa ndo amekuwa Benet. Sasa baada ya video hizi zinazomuonesha baba huyu akiwa naomba msaada, lakini hali yake ya kiafya kuonekana kutokuwa nzuri na wengi kusema kwao, kutokana na baadhi ya watu kudai kuwa kwa hiki ambacho Asake amekifanya ni kumtelekeza baba huyu, huenda kipindi ambacho ana umri mdogo baba huyu alimtelekeze pamoja na mama yake, na kwa sasa amerejea baada ya kuona mafanikio ya mtoto wake, huku wengine wakifanya reflection juu ya baadhi ya mastambo tumekwisha kuona story kama hizi sasa. Mmoja wa watu wa karibu wa familia hii, yani inayomhusisha Asake na upande wa baba yake aitwaye eh, Sijen Ben Ajai akaja kuachia statement ambayo akitolea maelezo juu ya ukaribu wa familia hii na yote, aliyochukua nafasi kwanza kuzima shutuma ya kuwa baba huyu alimtelekeza hasa kipindi ambacho alikuwa na umri mdogo yeye pamoja na mama yake, na kwamba yeye ndiye alikuwa baba pamoja na mama katika malezi ya mtoto baada ya kuachwa na mama yake akiwa na umri wa miaka mitatu me tu, lakini mambo kuja kubadilika baada ya kukua na kuwa na mafanikio na kumtafuta mama yake kumrejesha na pia kumsahau baba yake huyo ambaye alikuwa mstari wa mbele upande wa malezi. Hizi ni video ambazo zimeweza kutengeneza mkanganyiko hasa upande wa mashabiki, watu wakishindwa kuchagua ni upande gani ambao anaweza kukaa kumtetea msanii wao ama baba mzazi, hasa kwa hiki kipindi kigumu ambacho anapitia kwa sasa, hasa kwa kuombaomba, yani kuomba misaada ili aweze kujikimu upande wa matibabu. Jina halisi la msanii Asake anaitwa Ahmed Ololade, na jina la baba huyo anaitwa Odonsi, kama ambavyo imeelezwa kuwa, Asake baada ya kumtafuta mama yake aliamua kutumia jina la upande wa mama na kulikana jina la baba yake. Hii hapa ni SNS Men Gentleman. Yeah. kihuhhibaimbaikwaikisbaounuoh